Vikwazo vya kiuchumi vikwazo vya kiuchumi ambayo mataifa ya magharibi iliwekea nchi ya Russia inafifia, inasambaratika. Vikwazo hivyo ambavyo kwamba vilikuwa vimehusishwa, zimehusishwa baadhi ya makampuni za nchi za kigeni kama McDonald's na makampuni ya Renault na zingine za, za nchi za kigeni ambazo kwamba zilikuwa zikifanya biashara kule Russia. Vinaomba viru, zirudishwe zipewe nafasi kurudi kule Russia. Maana yake, walipoondoka vikwazo vya kiuchumi vilivyowekewa Russia na nchi hizo za magharibi ilisababisha makampuni zao kwa sababu ya uchumi, kwa sababu ya hizo vikwazo, ziondoke kule Rasha. Baada ya hizo makampuni kuondoka, nchi kama Uturuki, nchi kama China, nchi kama India na nchi zingine zilienda ku fill the gap kwa Kiingereza nimesema ilienda to fill the gap. Yaani wameenda kuchukua hizo nafasi ya biashara. Wameenda wakachangamka na biashara nchi zingine zote zikakimbia zika kimbia, inchi za Asia zikaingia huko Urusi na zina, na zinafanya biashara kweli kweli. Hmm? Zile mafuta amba kwamba nchi za kigeni za magharibi zilikuwa zimekataa kununua mafuta ya Russia. India na China na nchi zingine Urusi iliwauzia mafuta na gasi kwa bei ya chini, bei ya kutupa, bei ya nafuu. Uchumi ya Russia imepanda marudufu, ile haijawahi kuonekana. Inchi ya Uturuki na inchi zingine, biashara zilinawiri kule Russia. Sasa nchi za magharibi na makampuni zao wameona wamepata hasara kubwa, na wamepatia fursa China na nchi zingine ili <laughs> na India wafanye nini? Wafanye biashara na zina nawiri. So kwa hiyo wanaomba serikali ya Urusi iwapatie nafasi nyingine, ruhusa ya kuingia kule Urusi na kufanya biashara. Serikali ya Urusi kupitia rais wake Vladimir Putin amesema safari hii nchi yoyote ile ya magharibi itakayotaka kuja kufanya biashara na makampuni zake kule Russia lazima watafata masharti makali kutoka kwa nchi hiyo. Namba pili, ni lazima nchi za magharibi zigharamie hasara walioipata kulingana kwa kukata mka, kwa kuvunja mkataba ya kibiashara iliyoiwekea walioandikiana na Urusi. Urusi kwa upande wake imesema kwamba tayari wamewasilisha kesi wa shirika la World Trade ya kimataifa ya kibiashara, World Trade Organization, WTO kuhusiana na hatua za serikali za kimagharibi kutoa pesa za kuzuia pesa, fedha za Urusi zilizoko katika mabanki zao menipata hapo. So, kwa hivyo hiyo ndo habari ambayo kwamba sasa hii inapiga inapiga vichwa vya habari katika, katika, katika nchi za kimataifa ikiwemo Urusi. Sasa kwa hivyo uchumi ya Urusi inapanda juu. Na uchumi za magharibi zinaporomoka. Putin mambo ya Mrusi Mur si mchezo haya. <laughs> Basi, maoni yako ni yapi? Subscribe, bwaga maoni yako pale na unipatie ushauri. Kwa wale ambao kwamba wananipatia ushauri, niwe nizungumze hivi, nifanye hivi, nifanye hivi, nifanye hivi, nifanye hivi, hivi kwa utaratibu mimi nashukuru kwa ushauri wenu, nitayatilia maanani, nitayatekeleza. Na wale wengine ambao wanakuja na matusi matusi, hapa kurushiana mdomo hapa, tukuja kurushiana hapa. Ni kuelimishana baba, hapa ni kuelimishana mama. Kwa hivyo tupatiane heshima, kama vile mimi nawaheshimu. Tafadhali, ni muhimu. Hivi ndio mimi huzungumza, ni sipendi kuzungumza haraka haraka, sipendi kuzungumza haraka haraka. So kwa hivyo maumbile yangu ya kuzungumza kwa utaratibu, eh? He? tafadhali nisitusiwe, nisi, nisi jamani, nawaomba tafadhali, tupatie naye heshima. Toa ushauri wako, mimi nitaifuatilia vizuri na nitarekebisha mahali ambapo kwamba imeenda vibaya ili tupate kuendelea na kuelimishana. Subscribe kwa channel yangu na mimi nita subscribe kwa channel yako, patiana ushauri na mimi pia nitawapatiana ushauri tafadhali. Kama una una una una content yako tafadhali nijulishe mimi mi pia nipite kwa hizo chaneli yenu nione pia naye nijaribu kuona kama naweza kucomment hapa. Ni kuinuana na tu, tuendeleze nchi yetu ya Afrika mbele. Asante sana, thank you so much.